Karibuni Dalali Ramos, naoletea kiwanja leo. Hiki kiwanja kipo Naumbu, na mbu Kusini, karibia na Mtwara. Kiwanja kizuri sana sana, kiwanja kimeanzia baharini. Kiviwanja ambavyo vya uwekezaji unaweza ukatengeneza hoteli, unaweza katengeneza maapartmenti, yaani ni eneo zuri sana sana, sana. sana toka kwenye lami hadi kufika kwenye kiwanja kuna umbali wa kilomita mbili tu, na barabara yake ni nzuri sana, na uzuri wake pia hili eneo lime, limegusa bahari, yani limeanzia baharini. kiwanja chetu kina ukubwa wa skwea mita elfu tisa mia nane sitini na sita sawasawa na hekari mbili na nusu kiwanja ni kizuri sana kiwanja chetu kina full document, kama nilivyosema hapo awali e, na pia kimejengiwa ukuta pia kina nyumba ndani zisizopungua karibuni nyumba nne ambazo ni mpya safi zimeisha ziko vizuri ambazo kwa ajili ya kulaza wageni na nini sehemu nzuri sana kinauzwa milioni 500 mazungumzo milioni 500 mazungumzo. Kinafaa kwa uwekezaji wowote. Karibuni Dalali Ramos hapa, tumalize biashara. Asanteni sana.